Ile yangu niko naye. Twakuona bwana chief, wewe kidedea. Unajua mimi na hata jana, I was in court. Hata amri ya rais haitoshi, pombe haijui mwalimu wala daktari. Chambile cha walevi waitwa Joseph Rotich, pombe ishukapo ndipo mtu hujielewa ametuambia yeye hapo hata amekunywa mingi isipokuwa alikuwa ameenda kutoa lock. Naam, kwako wewe majuto ni mjukuu, huja baada ya kileo. Wanyama hawakusema lolote hapa. Huyu ni Wanyama Musiambo, hakimu. Kwa sababu hiyo, huyu assistant chief tumemwachisha kazi mara moja. Sasa tutafanyaje na sisi tuko walevi? Wewe Wanyama wamfahamu huyu nduguyo? mm naona mwafanana nawe, Mheshimiwa Wili Mutunga. Huyu ndugu huyo, twamuona undugu, wasemavyo wanasalamu si kufanana tu bali kufaana. <tipulikana> idara ya magereza ina talanta na usawa. Sijui huyu kafanya hatia hii pindi posa we gerezani. Namnoni kuwa katika gereza la Kitale, twahitaji viatu vya kuvaa si vya kutuvaa na kuna wale wajuao kunengua. Uliyedhani kuwa hamuna vipusa miongoni mwa maafisa wa magereza, basi tazama macho yakole urembo, hata mabusu nao waja kwa vimo na rangi tofauti. Wana mafisi tizama, kisha umeze mate na uuchune. Hamna mashiko humu gerezani, hapa katika gereza la wanawake la Lang'ata. na sauti jamani, ziko chini namna hii. Jua ngali ndiposa, joto la panda na mapepo. Inaonekana kaa kuna mapepo, kuna pepo baya na kuna mawazimu wengine. Hatujui wanataka dramu ngapi ya damu zimwagike hapa. Kama wameitishwa damu kwa shetani, waenda kwa barabara nyingine. Manaka hii bambu lazima itakaa hapa. Kumbukeni kuwa mapenzi pia huingia doa. Hawasi wapenzi bali ni wakili na mteja wake. Mama huyu atafuta talaka. So today I'm here for the annulment of this case and I'm going to be 50 years this year I've come to warn other women who are progressive in life not to just pick up anybody in the street and put them in their houses and marry them without first for discovering what these people are. Ana sababu na msingi wa kufanya hivyo. He has been using powers of witchcraft. Haya, in in hey, makubwa sana. Ndiposa wakili alazimika kumpa shime. Kila mmoja apenda kupendwa, ndiposa rais amakinika. Nakupenda, acha soni. Uhuru msalimu binti kwa mkono. joto joto joto hata kule kikuyu kuna joto joto hasira if the ocpd wants me to lead a demonstration i will show you and i'm looking at you i will show you what it means to lead a demonstration i will i will mobilize not this town na hisia za mzazi kwani watoto wa shule ya msingi ya Mukwa kule Bungoma waumia. Nimekucha mpio mpio kufika kweli, watoto ndio hao wanatoka wakienda nyumbani wakilia machozi. Kukucha hivi kuingia ndani ya keti kweli, nimeona kama vilio, nimeingia kwenda huko kwa choo kuangalia choo, choo simeanguka choo zingine simefunika si ya si yani si choo. Kukucha kwa mataraza, tunaangalia matarasa, naye watoto wanakaa chini, watoto hata wengine hata matuti zimeuma. Si yani hivyo, lazima kuna watutu katika sekta ya uongozi na elimu Matiangi. And you know there are people who hold positions to this day, elected, who don't have degrees. You know that very well. You live in Kenya as I do. You know, people launder themselves around. How do you go to court for a judge to determine whether or not you went to school? You know, how, how can I turn up in court for a judge to determine whether or not I went to school and whether or not i have a degree? That's the kind of country we live in. Sasa sisi tunaomba washule ako wapi? Tunaomba chali somkota ako wapi? Sisi tuko Uganda ama tuko Tanzania ama tuko wapi? Sikama sisi wasasi tunasikia uchungu kabisa. Ni hayo. Alex Kiarie, makala ya Chechemua, QTV.